Uh, lakini nataka niwaonyeshe kitu mara uh, kwa mara hiyo, siuatu mzigo tulikuwa umeshaingia mapema sana asubuhi, na hisi ilikuwa ni siku siku kuamkia leo lakini Uh, kama unavyoona akaunti navasoma kija hapo, unaangalia transactions zilizofanyika, notifications hizi ambazo zilipita, mambo ni mengi, mambo ni mengi, mambo ni mengi, mambo ni mengi, and everything is in control, hakuna kilichoharibika. Hizi ni mtotela sota kidogo control alikuwa Yani, hakuna kinachokwama hata kimoja. Kwa hiyo utakatuonyesha namna gani ambapo unaweza ka-stake tena baada ya kuwa unatengeneza faida. Ah, so naenda kwenye browse, naenda kwenye browse kama mimi kuonyesha tu namna ambapo unaweza kutengeneza hela, um tena hapo kwenye browse, ah tena kwenye browse, then um na mount ndio kwa naisema yenyewe yenyewe So, ela ndogo lakini nyamka asubuhi tayari mzigo meingia mwingine na oda, unaweza oda unazotaka wewe mwenyewe. Na uzuri BitNest ina mambo mengi sana, so nitakachokifanya nitaingia kwenye browse, kama nilivyosema kwenye browse hapo connect wallet yangu, asilimia ishirini na nne kila baada ya siku ishirini na nane asilimia ishirini na nne na kitu, weka mtaji unaoweza wewe ingia. Sio biashara ya kujaribu jaribu, yote ukiwa assured kwamba hakuna baada ya hapa. Hapa. So, connect

itajiweka yote halafu then ta choose days muhimu sana. Unapokuwa unafanya hizo process, hizi ni siku ambazo durations hizi ni za muhimu sana usije kawat bado kabla ya ujachagua siku. Na uzuri nakwambia kwamba kwa siku moja itanipatia 65, sawa, dola 65 kwa siku saba, inaonyesha kwamba ndani ya siku saba um, ndani ya siku saba itanipatia kiasi gani ndio itakuwa mia moja na tatu kwenye dola elfu moja mia moja na sitini kama itakuwa ni ni ni siku kumi na nne kama itakuwa ni siku kumi na nne basi nitapatia mia moja na sitini na moja kama imeongezeka dola mia moja na moja sawa eh utaona utofauti wa siku kulingana na duration sasa ukiangalia siku kumi na nne inaongezeka mia moja na moja kutoka kwenye mia moja na sitini lakini ukiangalia sasa ukiwa na siku ishirini na nane utaona kuna utofauti mia tatu na point kwani zaidi ya mia mbili na arobaini na point yote hiyo itakuja kujipatia baada ya muda huo. Naona iko poa, nika, nika, nika stake. Na uzuri sasa hivi kuna amount hiyo utapata make mbili hizi hapa na ndivyo ukizungusha kwa siku 28 lakini sio siku moja hapo siku kumi na nne apana upate chochote. Baada ya kubonyeza circulation itanipatia order, basi ntakuwa nimemaliza shughuli nzima ach kifanya na leo tarehe 9 Desemba, tarehe 9 Desemba, Desemba, tarehe 9 Desemba. Tabonyeza sakile hiyo. Yes, tasubiri load. Na hatua zote hizi unazifanya baada ukiwa umeshaweka hela yako kwenye kwenye kwenye uh, wallet utakao ipendelea. Inaweza ikawa ni ni TP wallet ama hii Metamask ambayo mimi naitumia. Nitakachokifanya hapa nitakuja nitaconfirm. Sawa, nitaconfirm hapo. Alafu baadaye itakuwa imekamilika. Hakikisha pia wewe una hela ya makato kwenye account yako. Ni muhimu sana kama hapa inaonyesha tayari imesha... uh, okay, na ukiangalia kwenye USDT ya ba balance inaonyesha ni zero. Hii ikiwa na maana ya kwamba tayari imefanikiwa, imefanikiwa tayari, itakachukua na baada ya kuweka dola huku bwana, unakula hela unakula hela hela unakula hela unakula hela. Serious, this is not a joke. Nimefanya zaidi ya siku kadhaa, zaidi ya miezi kadhaa, ni siku ishirini na nane order, order, so, order, order, inaonekana hivi, ina kwamba ni siku ni na siku 28 na lakini nime nime stake elfu moja na sitini na pointi hizo ina expect elfu moja na mia tatu na pointi hizo sio mbaya. Dola mia tatu kwa, kwa, kwa, kwa mwezi tunaongelea laki sita, hiyo ni kodi ya mtu mwingine, si ndio? Dola mia tatu na, like, like, Tula, na, na, nyumba, kodi ya laki saba, hata nyumba mwezi kodi ya laki moja moja laki moja na nusu, laki mbili, bado unalipia hiyo laki saba. Hiyo ni miezi mitatu hiyo.